Katika hali isiyo ya kawaida, wasanii wabadilika ghafla, wamwambia Rais Samia maneno mazito kuhusu hali inayoendelea nchini. Wamtaka aache mara moja kuwasikiliza machawa wanaompaka mafuta kwa mgongo wa chupa, wanaomkingia kifua pale wananchi wanapolalama kuhusu yanayoendelea nchini, kwani rais ndo mtetezi na kiongozi mkuu wa yote yawapatayo na yatakayowapata wananchi wake. Je, ni wasanii gani waliyoyasema hayo? Baki hapa na sisi tukupe undani wa taarifa hii. Mimi ni Princess Kyuli, na hii unayoitizama na kuisikiliza ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe ili usio unapitwa na habari zetu, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Kufuatia matukio ya sintofahamu ya utekaji na mengine kama hayo yaliyojitokeza nchini Tanzania hivi sasa tuliona makundi na watu mbalimbali mbali wakijitokeza kukemea matukio hayo na kuitaka serikali ichukue hatua, ambapo tuliwahi kuona viongozi wa kidini, wanaharakati, viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa, na hivi karibuni pia tulimwona mbunge Gwajima naye akiongelea hayo, lakini pia tuliwahi kuona wasanii kadhaa wakikemea hayo akiwemo Roma Mkatoliki, Nei wa Mitego, Sugu na wengineo. Lakini kubwa zaidi kwa sasa ni hili la kuibuka na kujirekodi video msanii wa muziki wa Bongo Flava akikemea na kumtaka Mheshimiwa Rais kutowasikiliza machawa na kufanyia sintofahamu hii kazi. Msanii Msami amejitokeza na kuongea mazito ambapo baadhi ya watu wengi wamempongeza wakisema yeye ni msanii aliyejitoa kwa ajili ya wananchi na sio msanii chawa wa kusifia tu hadi mabaya. Msikilize hapa. Uh, mimi niitwa Msami, uh, binafsi na nataka nilete ujumbe kidogo. Kwanza kabisa, mimi kama Mtanzania nina haki ya uh, kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye ataniongoza. Uh, mimi binafsi ni mfuasi wa Chama cha Mapinduzi na niko na kadi Chama cha Mapinduzi na kwa namna yoyote vile na kisapoti chama changu Chama cha Mapinduzi kwenye mambo chanya na mambo ambayo yanatija kwenye jamii, ili yapokuwa sifungamani na mambo yoyote mabaya ambayo yanaleta picha mbaya na taswira mbaya ya taifa ama yanaweza kumchafua taifa. Nimeona viongozi na watu maarufu na taasisi mbalimbali zimesimama mbele kuwapinga watu ambao wanazungumza haya mambo ya watu kutekwa kuliwa na mauaji, wakidai kwamba watu hao ambao wanakuja kuzungumza mambo hayo wanaichafua taswira ya taifa. Mimi napingana nao, hawa wanaokuja kuyakingia kifua haya mambo wanalichafua taifa, wanakuchafua wewe mama. Wanalichafua taifa, wanakuchafua wewe mama. Ili joto unaoliona ili joto ambalo unaliona huko chini ni kwa sababu haya mambo yamekuwa kama yanalindwa au yanakingiwa kifua na baadhi ya wateule wako na baadhi ya watu ambao wako karibu yako, which is kuna message mbaya inakwenda kwa wananchi kuhusiana na uongozi wako. Usikubali, hawa wanaokuimba wanakutukuza kila siku kukutaja, ni wabaya sana kwako. chuki hii unaoiona hapa sasa hivi ya wananchi kwenye mitandao imejengwa ku, na watu hao wanaosimama huja kuyaziba haya mambo kuyaficha na kuyafanya kuwa kuyabariki haya mambo sio, nanelewa kwa sababu haya mambo yanawaumiza watu, yanaumiza familia za watu. Hakuna mwanadamu ambaye anafurahia watu kufa. tena vifo ambavyo vinaumiza, sio, nanifahamu so mimi binafsi pamoja so, na kwamba mimi na kusapoti mimi ni mwana CCM mimi ni mtu ambaye natamani mama urudi madarakani tena kwa mara nyingine, lakini ukirudi, urudi katika mambo ambayo watanzania wanapenda kuyasikia na wanapenda yatawanufaisha yata, ama kuwatengenezia mazingira mazuri ya maisha yao. So hawa watu ambao wanasimama ku, ku, ku, ku kulinda mahovu au kuja ku, ku, kusimama upande wa kuyatetea mahovu sio watu wazuri kwako mama. Na watu hawa wanakutengenezea wewe mazingira magumu kwenye uchaguzi. Trust me, usiwakumbatie. Wale wanaosimama mbele kukuambia machafu yanayoendelea huku chini, washike sana wale, kwa sababu hayo ndio mambo ambayo yanawaumiza watu huku chini. Sasa kwa nini? Kuna njia nyepesi ya wewe kuweza kushinda na kuishika nchi. Kwa nini utumie njia ngumu mama? Achana na kukumbatia hawa watu. Hawa watu wanakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Ai swear, so wanakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Wewe ni mama yangu. Na ninaheshimu sana uongozi wako. Mimi nimekuwa ndani ya chama cha CCM, nimeshiriki kwenye mambo mengi ya chama aa, mpaka leo hii hapa. Nimekuwa na karibu na baadhi ya viongozi wengi sana. Na na na, naipenda na, CCM. Na, na, na kwa ukubwa lakini natamani kuona mabadiliko ambayo yanaweza kuleta faraja, yanaweza kuleta matumaini kwa Watanzania. That's it. Haya mambo mengine ambayo yana yanaendelea yana, yana, yana ya siasa na ya watu kupambana kupambania ugari wao, ni mambo tu ambayo yanaibuka katika namna ambavyo watu wanataka uteuzi, wanataka wanataka wewe waone kama ni wema, wanataka wewe washike. Lakini hawa watu ni maadui wako wakubwa sana, na wakati ambapo utamaliza hii umuura wako au nafasi nafasi yako kwenye kwenye kwenye serikali, ukiwa umestaafu sasa, umekaa kule pembeni, hawa ndo utajua rangi yao hawa watu, na haya mambo yatatumika kuyaumiza maisha yako baadaye. Haya mambo usiyakumbatie, mama yangu, mimi nakuomba kama mtoto wako usiyakumbatie. Hakuna mtu anayefurahia haya mambo huko chini, hata hawa wanaosimama kuku kujifanya kuku, kuku, kama wana wanazibaziba wanazibazibaya mambo. Hawa watu wakikaa pembeni, wanazungumza vibaya, wanazungumza vibaya. Kwa hiyo mimi nakusapoti, napenda na sana uchaguzi ukija ushinde kwa kishindo lakini si fungamani kabisa na hawa viongozi wanaokuja kukiingia kifua mahofu. Sifungamani kabisa. Kuna njia nyingi za kudili na watovu wa nidhamu, ndio maana kuna vyombo vya sheria na ili vyombo vya sheria vitumie vitumie vitumie sheria na katiba ya nchi, jinsi ambavyo inataka viende hivyo. Naamini utatengeneza mapenzi makubwa sana kwa watu, naamini kabisa, wakati upo wa kurekebisha safu yako, wakati upo, safisha hizi takataka zinazokuja mtandaoni, kwa sababu nyinyi ama chama changu kinayongoza kina nchi ambao nchi ni wananchi. Wananchi wanatarajia mema na mazuri kutoka kwa mabaya gani, watu wanaoongoza sasa. Kama yanaendeani mabaya, hata uimbe wimbo gani, hawa watu huku chini watakusikiliza tu, kwa sababu kuna nguvu inatumika, lakini mapenzi ya ndani hayatoki. Sasa ili ni bomu linatengenezwa, linaweza likalipuka katika namna mbaya, likaleta machafuko, likaleta shida kwenye taifa. Tunaona mataifa mengi sana yanaharibika kwa sababu ya haya mambo na chuki ambazo zinawajaa watu kwa muda mrefu sana. Siku ukipatikana upenyo mdogo, hii pressure haitozuilika. Kwa hiyo lazima tuitibu hii pressure sasa hivi, lazima tuitibu hii pressure sasa hivi ni kama ume- ume, ume umefungulia maji yenye presha kubwa sana alafu uh, umeazuia kutotoka. Yatakapopata nafasi ya kutoka yatatoka kwa presha ambayo kila mtu hatuamii, hatutaki iwe hivyo. Kwa hiyo mimi siifungamani kabisa na haya mambo, naona nimeona mheshimiwa Gwajima watu wamemwataka sana, wabunge viongozi tofauti tofauti t hata kama mheshimiwa Gwajima amerudi sasa hivi kwa sababu anautaka ubunge tena, hiyo haijarishi. Kinachojarisha ni maneno ambayo amezungumza ni maneno ambayo yana tija na yana msingi kwenye ustawi wa taifa letu, yana yana yana msingi kwenye ustawi wa taifa letu. Ya chukua yale maneno ambayo amezungumza. Hawa watu sio watu wa kukumbatia, wanaokuja kukupaka mafuta kwa mgongo wa chupa mom nakwambia mamangu kwa mapenzi makubwa sana sana sana, sana, sana, sana, sana. Mimi nakutakia uongozi mwema na nakuombea kwa Mungu uweze kuyachukua mazuri na kuyafanyia kazi na kuipusha hizi mambo zinazoendelea mitandaoni. Mimi niko na mengi sana ya kuongea niko na mengi sana aa, lakini mwisho kabisa nafikiri kuna watu wamekuzunguka wame kuna namna, sio watu wazuri kuna namna dewei ambavyo wanataka picha yako ije kwenye jamii, dewei ambavyo wana wana wana wana, dewei ambavyo spichi zako zinatengenezwa, yani zinatengenezwa katika namna ambavyo. Kuna namna nzuri ya kutibwa ya, ya matatizo. Kuna namna nzuri ya kudili na wapinzani. Kuna namna nzuri sana ambayo tunaweza tukazuia tuka, tuka, tuka, tuka hii taharuki na haya mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo nimeangalia, nimefuatilia baadhi ya clip za watu tofauti tofauti, watu maarufu, viongozi, lakini ukiangalia wengi wao wana- wanakunafikia ni wanafiki wako, wanakunafikia ni wanafiki wako. Haya mambo yanasemwa na watu ambao wanakuja na mtazamo tofauti na chama, ni mambo ambayo ili kuziba midomo yao tuyachukue sisi kama wanaCCM tuyafanyie kazi tuyachukue tuyafanyie kazi tu-, tufanye wakose cha kusema sio unanielewa? tufanye, wakose cha, wakose cha kusema lakini hawa tuki, tuki, tuki waatake watu maana yake ni nini, jamii inaelewa. jamii inaona na mtu anapokuja sehemu kuongea ukweli jamii inaona, jamii sio watu wajinga. Ukiona watu wamekaa kimya sio kwa sababu waone au wawajui wanaona aende, no, lakini wamekaa kimya kwa sababu ya namna ambavyo wanaona watu ambao wanakuja mbele kusema haya mambo, matukio ambayo yanatokea, so watu wao wanabaki na machungu, watu hao wanabaki na machungu. Kwa hiyo mimi si, si, nasema mama, achana na hawa watu wanaokula, wanakupaka mafuta kama mungu wa chupa. Achana na hawa watu, mimi naamini uongozi wako ni bora na unaweza kuwa bora zaidi, hapa ni kufanyia kazi tu. Haya mambo ambayo yanayepukika yanayepukika, si unanielewa, na hayabariki katika namna ya imani, imani zote mbili haya bariki. Kwa hiyo kwa nini sasa hivi kumekuwa na wimbi la haya mambo kuwa yanaonekana yanaonekana? Ni kwa sababu watu wa maumivu yao wanayapeleka, wana kwenye imani, watu wanaingia kwenye ibada, watu wanaumizwa, wana na kupotea kwa ndugu zao, watu wanaingia kwenye ibada wanaongea na Mungu, ndio maana wanaona sasa sasa itakwenda mbali zaidi, haya malalamiko. Akiwa anamfikia Mungu kwa ukubwa, anaweza kutoa adhabu kubwa sana. Kwa hiyo lakini, haya ni mawazo yangu. Aa, mimi nakushauri mamaangu, rais wangu, kwa mapenzi makubwa ya dhati. Mama ni faraja, badilisha badilisha hali ya upepo wa siasa Tanzania sio nzuri. Badilisha hii hali, sio nzuri. you are the only person ambayo watu wanakutazama na wanakuangalia kama faraja ya nchi hawa watu wengine achana nao. Wa. Ni wajinga tu, yaani wanakupaka wana, wana mafuta kwamgongo wa chupa. I'm telling you inaumiza sana, inaumiza na I don't know, but... inaumiza inaumiza sana sana, sana. Inaumiza kuona watu wanakufa, inaumiza kuona watu wanapigwa inaumiza kuona yaani, inaumiza vibaya mno. Hakuna mtu anayevumilia kuona hivi vitu, tusivikumbatie. Na hata hawa wanaokuja mbele wajaribu basi kuwa na utu, kuja mbele kuyakingia kifua ya mambo, wajaribu kuwa na utu. Hakuna kitu kibaya ambacho kimeharibu siasa za Tanzania kama kuruhusu vijana kuingia kwenye siasa. Hilo ni tatizo kubwa sana, kwa sababu vijana kutoka kwenye eji ya miaka 25 mpaka 45 pale wanapambania, wanapambania maisha yao, wanapambania future yao. Kwa hiyo mara nyingi kwenye eji ile vijana wanafanya vitu vingi sana I don't care yani. Kwa hiyo viongozi vijana, vijana wanaokuimbia imbia hizi nyimbo za kukupaka mafuta kwa mungu chupa ni wanatafuta ulaji wao. wanatafuta ulaji wao, washike wananchi. Ukiwashika wananchi wote watakuwa kama ni wapumbavu tu, wako ukiwashika, ukiweza kuwashika wananchi tu, kwa sababu wao ndio taifa. Wao wakisema hawa watu wengine sio kitu. Washike wananchi, mama, wape faraja wananchi, that's it. Hiyo ndio silaha kubwa ambayo unataka kudili nayo. Nenda kwa wananchi, washike wananchi bas, that's it. Watakusimamisha hapo ulipo juu. Usiwashike watakuweka hawa viongozi Hawa watu maarufu ambao wanakupaka mafuta usiwashike washike. Washike wananchi. Ukidili na hawa viongozi sijui nani watu maarufu ambao wanaongea ujinga, wanaongea pumbavu. Hawa wata kukandamiza wananchi ni wengi kuliko hawa. Taifa ni wananchi. Kwa hiyo dili na hawa wananchi, usidili na hawa, usiwafurahishe hawa viongozi kwa kuwapa vyeo, kwa kuwapa nini wakikuimba, wakikutaja. Hakikisha unadili na wananchi. Bas, basi hayo ndiyo aliyoyasema msanii Msami akiwa anaongea na Rais Samia, ama kumfikishia ujumbe Rais. Je, wewe una maoni gani, ama una lipi la kusema juu ya hili? Tuandikie hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kyuli wa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.